Usiichukie kweli ya Mungu ndio ujumbe ambao tutautazama asubuhi ya leo. Kwa hiyo kama kuna mtu unaona anaweza akasaidika mahali kupitia ujumbe huu, unaweza ukashia naye ukamwalika kwa linki hiyo hapo, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Andiko letu la msingi linatoka katika Wafalme wa Kwanza sura ishirini na mbili na ule mstari wa nane mpaka ishirini na nane. Wafalme wa kwanza sura ya ishirini na mbili mstari wa nane mpaka ishirini na nane. Kwa hiyo kuna mistari ishirini hapo ambayo tutaisoma kwa kasi kubwa sana, lakini kabla hatujasoma hatujasoma hiyo mistari, tunaweza tukajiuliza tunapozungumzia kweli tuna maana gani? Mwingine anaweza kajiuliza swali, nini maana ya kweli? Mtu anaposema kweli kweli kweli kweli, na ujumbe wetu unasema usichukie kweli ya Mungu. Hii kweli ikoje? Kweli ni nini? Kwa neno tu la kawaida, Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo tutaangalia maana ya kweli na tutaangalia vitu kadha kadha hapo, alafu sasa tuta tutasoma andiko letu la msingi wa somo. Kweli tunapozungumzia kweli, kwa Kiingereza imeeleza vizuri kidogo, ambao ni neno kweli, maana yake ni fact. Fact ni kama the thing thing that is known or proved to be true. The thing that is known or proved proved to to be be true, yani ni kitu ambacho kinajulikana na kimethibitishwa kuwa ni sahihi Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo inaitwa fakti. Kweli ni kitu au jambo ambalo linajulikana na vile vile sio kujulikana tu, likathibitishwa proved, likathibitishwa kuwa ni sahihi. Unasema ni nini? Ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakuja kuona kuwa Mungu akisema kitu uwe na uhakika kuwa kimethibitishwa na ni sahihi. Na ndio maana nasema usichukie kweli ya Mungu. Usichukie kweli ya Mungu. Mungu akisema kitu ujue ni kweli. Na kweli maana yake ni nini? Ni kitu au jambo ambalo limejulikana au linajulikana na likathibitishwa ya kwamba ni sahihi. Hilo jambo yaweza kawa likawa ni baya au zuri. Bwana Yesu asiwe sana. Linaweza likawa ni, ni zuri au baya, lakini Mungu akiwa amelisema ujue ni sahihi na limethibitishwa. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo anaweza akawa ametumia watumishi wake au kitu chochote kusema na watu wake, au kusema na mtu akitumia mtumishi wake akatumia vitu akatumia nini, ujue kwamba hilo analokuambia ni linajulikana katika ulimwengu wa roho na limethibitishwa katika ulimwengu wa roho, kwa kuwa, ya kuwa, ni sahihi, kwa sababu kila kitu ni mtumishi wa Bwana miti ni mtumishi wa Bwana, sijui ardhi ni mtumishi wa Bwana, mbingu anga, sijui ni watumi wote, ni watumishi wa Bwana Mungu. Anaweza tumia jambo lolote, kitu chochote kusema na mtu wake. Kwa hiyo akisema na wewe, hata kama liwe ni baya au zuri, usije ukasema, eh, sasa Mungu wangu huyu mbona anasema a, a, ameagiza mtu aniambie jambo baya namna hii? Ili mradi ni Mungu ameagiza, amemwagiza, ujue ni kweli au ni jambo ambalo limejulikana na limethibitishwa kuwa ni sahihi. Bwana Yesu asiwe